Ya leo sita dakika thelathini na nne na nina uhakika kabisa ni mwendelezo wa ile hekaheka heka ya jana. Ehe, bila kutuangusha Habibu Geah Habibu mm, nina hakika kabisa kwamba yule tulikuwa tunamkusudia kumpata umempata. Nimempata. Basi sawa. Mm, ambaye pengine hakusikia jana kwenye, na umewasiliana naye mama mzazi leo eh, nimewasiliana naye, bado yupo eh, bado yuko hospitali, bango kaliweka, eh, kasema haondoki, niko hapa, bango kubwa eh, ndio niko hapa, asante, yupo bado. Uhum. Na kwa ambaye pengine hakusikia tukianza kuelezea leo atashangaa kwamba kitu gani ambacho kinazungumziwa, mm. ni kwamba kuna mama ambaye alienda kujifungua katika hospitali ya Amana. Kwa hiyo alipofika mm. -hmm. pale alipojifungua tangu tarehe ngapi, tangu tarehe 23 mwezi uliokwisha. Mm, alipojifungua akaonyeshwa mtoto wake. Umeona mwanao eh, wa kike huyu? Eh, ndio nimemwona. Ndio taratibu kina mama akijifungua anaonyeshwa. Umeona mtoto wako, mtoto wako jinsi gani wa kiume? Unasema au wa kike unaonyeshwa e, huyu hapa? Nesi anamchukua anaenda kumweka vizuri, nani kumsafisha, alafu baadaye unakabidhiwa. Sasa kwa sababu yule mama alizaa mtoto, alikuwa yuko chini ya kilo kwa sababu alikuwa hajatimia miezi, ilikuwa ni miezi saba kasoro. Kwa hiyo mtoto yule akawa amechukuliwa, lakini alionyeshwa kwamba mwana huyo hapa mm, umemuona yeye wa kike nini. Na mwenyewe anadai mtoto alikuwa akilia mm, baada ya pale sababu mama alikuwa na matatizo apeleke theta, apeleke theta. Kwa hiyo itabidi apeleke theta kwa ajili ya upasuaji, ndio sasa alivyopelekwa huko, alivyoulizia mwanae akamwambia mwanae kwa sababu yuko chini ya uzito ambao unatakiwa, kilo zake ni ndogo mm. apelekwa Muhimbili, kule ndio kuna wataalamu zaidi wa watoto wachanga. Mm. Mama akasema sawa. Kwa hiyo mama kwa bado yuko pale hospitali ya Amana mm, akiwa anatibiwa kutokana na tatizo lake. Mm. Alipopata nafuu dio, akaomba kwenda kufanya nini? Kwenda kumuona mtoto akuungana naye na pale alikuwa akiulizia kwamba vipi mwanangu, au mwanawe, uko Muhimbili anaendelea vizuri, ndio majibu ambayo alikuwa anapewa. Sasa alipopata nafuu akaambiwa, sasa unaweza kwenda kufanya nini? Kuungana na mtoto wako. Mara ya kwanza alikwenda mwenyewe, ndio mm. naelewa eh, na ndugu zake, kama anakumbuka, paka Muhimbili. Kufika kule, akaulizwa namba, hawana. Wakaambiwa rudini kwanza, nyinyi inabidi mletwe hapa na mletwe hapa na ambulance pamoja na nurse ndo aje kuwakabidhi hapa ili tujue mtoto wenu yuko wapi sababu kule juu kwa watoto wachanga Muhimbili kuna watoto chungu nzima mm oh wewe unakuja tu mimi mwanangu yuko hapa eh wana namba ambao namba mwanao yuko hapa mwanao ana namba ngapi huyu hapa namba hii huyu hapa sasa yeye akawa hana karudishwa kule alivyorudi maana akajielezea kwamba mimi nimefika kule lakini nimeambiwa nipelekwe na nesi kweli akapewa nesi akapewa na ambulance akapelekwa alipopelekwa kufika kule Muhimbili kaingizwa wodini haya mtoto wako namba ngapi hana wewe unaitwa nani kataja jina mwenyewe anavyodai mtoto katafutwa hakuonekana. Kaambia bwana, hapa mtoto wako hakuna kwa sababu huna namba na hilo jina unalosema hapa halipo. Akarudi tena Amana. Kwa hiyo alivyorudi hmm, Amana akaenda pale kumwambia kwamba mimi namtaka mtoto wangu Muhimbili, nimeambiwa hayupo hapa, mnaniambia iko Muhimbili, mtoto wangu yuko wapi? kwa hiyo mimi siondoki mpaka nipate mtoto wangu. Kwa hiyo pale Amana baadaye katika vikao vyao vilivyokaa vya uongozi, wakamuita wakamwambia kwamba mtoto wako alikufa kitu ambacho yeye hajakubaliana nacho kabisa mm, kwa sababu ni taarifa ya ghafla kama chafya mm, kwamba mwanangu kafa. Vipi? mbona mliniambia yuko Muhimbili, nimeenda Muhimbili sijamkuta, sasa hivi mnaniambia amekufa. kufa huko kitu gani? na wakawa namsisitiza kwamba mwili wa mwanao uko wapi, uko Muhimbili, wende yuko mocho, aruendo kamfuatilie mwanao. Mama akasema mimi siendi kokote, ninachotaka mtoto wangu, kwa sababu mimi naamini kwamba mtoto wangu yupo. hamwezi kuniambia mwanangu yupo huku, naenda huko, afu baadaye mnakuja kuniambia mwanangu amefariki. Ndio mvutano ambao ulikuwepo, ndio jana mama alichokuwa akizungumza hapa, kwa ambaye hakusikia. Sasa basi, nilifanya jitihada za kumtafuta mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Mm, Grace ambaye nilivyozungumza naye akaniambia nimpe muda aweze kufuatilia Muhimbili, aweze kufuatilia Amana, na akazungumze pia na mama, sikilize malalamiko yake, na kweli Dr. Grace alifanya hivyo, na jana alienda Amana hospitali akazungumza na mama, mama akamwelezea kila kitu. Jana alimfuata wodini ambako mama yupo amesema hatoki, yeah. Akaenda akaongea naye, mama akamwelezea yote matatizo yake na matoka, matakwa yake anayoyataka, na wakati huo huo mama kaenda muim... nani, Dr. Grace alienda Muhimbili akafuatilia na karudi tena Amana, kuna maelezo ambayo amepewa sasa, atatuambia alivyofuatilia yeye, amegundua kitu gani na jambo gani ambalo linaendelea. Dr. Grace huyu hapa. Mimi nimeenda mpaka Muhimbili. Muhimbili wanasema mtoto yupo, lakini mama anainsisti kwamba hana uhakika kama mtoto yule aliyeko pale ni wa kwake, kwa sababu tangu mtoto alivyoondoka pale Amana kupelekwa Muhimbili hakupata tena taarifa nyingine za mtoto wake anaendeleaje, na alienda pale Muhimbili hakuweza kumwona. Kwa hiyo hiyo inampa mashaka kwamba kweli hicho anachoambia kwamba mtoto wake amefariki ni kweli au sio kweli. Lakini kimsingi mama aliletwa pale ya Amana siku ya tarehe ishirini na tatu. Alikuja kama dharura, mimba yake ilikuwa ni ya kama miezi sita ita, akajifungua mtoto premature. Sasa kama unavyojua, mtoto premature alikuwa ni mdogo sana, yake mapafu yake hayajakomaa, uzito wake ni mdogo, siku pale kote hatuwezi kumhudumia mtoto kwao, mtoto akapelekwa Muhimbili kwa ajili ya huduma nyingine za mtoto mchanga, lakini pia mama mwenyewe alikuwa na complication ya uzazi, kwa hiyo akawa anahitaji upasuaji wa dharura. Kwa hiyo ikabidi mama ahudumiwe Amana, mtoto aende ahudumiwe Muhimbili. Maelezo kutoka kwa mganga mkuu wa mkoa eh? na pia ha, ambayo mpaka, mpaka dakika hiyo maelezo yako sawa. mm -hmm. na ya mama si ndio? yeah. mpaka hatua hii ambao mganga mkuu ameeleza na mama si alieleza hivyo hivyo mama naye. Kwa hiyo daktari anachoeleza ndio hicho, mtoto alipelekwa Muhimbili sawa, pia ndio hivyo. Akawa ameenda kuzungumza na mama na akaniambia, baada ya mimi jana kuongea na mama nimeongealea, uh -huh. kwa kirefu, amenielezea vitu vyake, nimemwelewa, nikamwambia basi lazima tufike mahali tujiridhishe kama huyo mtoto ni wakwake au si akake o tunaendelea taratibu nyingine, tutafanya vipimo ambao vitaweza kuuishia kama huyo mtoto ni wakwake au sio. Kwa hiyo tu aiyo, tusubiri, tunaendelea kulifanyia, tukishapata majibu basi tutayatoa. Aha, kwa hiyo mtoto yupo mzima au amefariki? Hapana, mtoto amefariki, alifariki tangu tarehe 24 na nne, amepelekwa tarehe 23 na tatu, akafariki tarehe 24 yuko mochwa die baada ya mtoto kufariki, kwani singe kabidhiwa kwa ndugu kama ma, kama mama mwenyewe yupo? Kumbuka mama alibaki Amana ya mana amefanyia upasuaji wa dharura. Siwezi kutaja alikuwa na shida gani, maake ni siri kidogo kwa mama, siwezi kuhitaji hapa. Ni kitu kidogo kwa kikubwa, unaona. Lakini alibaki bila kumzika mtoto, hujawasiliana na mama, hujapata consent ya mama, unaona. Maana yeye ndo mzazi, yeye ndo anayesikilizwa. Kuna swali moja ambalo jana Musa alikuwa anataka kulijua: kwa nini mambo kama haya, yani matatizo haya huwa yanatokea mara nyingi kwenye hospitali za serikali? Musa mm. <clears throat> kaniambia nisiache kumuuliza Dr. Grace, kwamba kwa sababu gani, mbona hospitali binafsi si sana kusikia mambo kama haya? Mzazi anadai kaibiwa mtoto, sijui mm. mzazi anadai hivi, mwanaye hamuoni, na kuwaje hivi vitu vinatokea hospitali yoyote wala sio za serikali peke yake, wala sio hata binafsi, pia tunapata hayo matatizo sema tu huko binafsi awengine labda watu hawaongee, lakini hii vitu vinaweza vikatokea na, yani, hii ni kitu ambacho kinaweza kikatokea, kunaweza kukatokea uh, kunaweza kukatokea labda kukosekana kwa mawasiliano fulani. Kumbuka eh? Vitu ambavyo tunafanya ni vitu ambavyo ni nyeti. Kwa hiyo kikitokea kitu mtu mwingine hajapata taarifa au mlengo mwenyewe hajapata taarifa sahihi, tayari inaanza kuta tatizo. Kumbuka swala la kizazi au kifo ni swala nyeti, sio swala mchezo mchezo na ndio maana hata sisi pia kila kinapotokea kitu kama hicho, huwa tunahakikisha kwamba tunaenda nacho mwanzo mwisho mpaka tupate ukweli uko wapi. Unaona, kwa ni matatizo ambayo yanaweza yakatokea sehemu yoyote kwenye hospitali ya, na, ya na public au ya private, na hiyo huwa inatokea sema mengine kila baada ya mwezi kiasi, lakini kitu kama hivi kinatokea. So na jambo jingine ambayo nilimuuliza Dr. Grace kwamba alivyozungumza na mama jana, vipi walikubaliana kwamba mama aondoke, kwa sababu kama unavyojua mama amekataa kuondoka pale hospitali mpaka mtoto wake yeye ye, ye, wakati wamezungumza wamezungumza alikubaliana vipi, tutaongea naye tusikie mwenyewe anasemaje. Lakini sasa hivi tunataka tuendelee na uchunguzi, naye mwenyewe tutamshirikisha na mume wake na familia yake. Kwa hiyo kwa taendelea kusubiri pale atenda nyumbani asubiri majibu, sio tutaongea na mwenyewe. Mama atatuambia jinsi anavyoona hii inafaa. Mimi mama nilivyoongea naye na nilivyomwelewa, tena ameniambia wazee, ameniambia daktari, mimi wala sina shida ya mtoto kufariki, kifo kipo mtu yote kinampata nachotaka kujua tu ni je, yule mtoto aliyekufa wa ni wangu au si wa kwangu? Kwa sababu mara ya mwisho mi nilichoona ni kweli nimejifungua mtoto, wakasema nimejifungua kabla ya muda, mtoto hawezi kupumua vizuri, uzito wake ni mdogo, wanamkimbiza wapi? Muhimbili, ndio mara ya mwisho nilichoona. Sasa kama mwanangu alikufa, basi nipatiwe uthibitisho tu kwamba yule mtoto aliyefariki ni wa tariki, kwangu ambayo mi naona ni sahihi. Ni sahihi ni kabisa, wala hajakosea, ni sahihi ya mama mpaka kwanza. Tufanye vipimo tujithibitishie mtoto ni wa kwake au sio wa kwake. Kwa hiyo tunakwenda pia kwenye wenzetu ambao wanaweza wakatusaidia, uko ofisi ya Kemia Mkuu wa Serikali. Kwa hiyo tutafanya hivyo, tutatoa taarifa rasmi. Kwa hiyo anakwenda kwenye DNA upo, eh? Eh, mganga mkuu amekubali eh, wamekubaliana. Sasa inabidi vipimo vya DNA, kwa sababu mama ndo anachotaka, ili nihakikishiwe kwamba na, na maswali mengi naendelea kujiuliza kwenye kichwa changu kwa mm, sababu kwa mfano kama ule nesi wa Amana alifika mpaka pale Muhimbili mm. yeye mwenyewe ameondoka pale, majibu aliyopewa na watu Muhimbili, yeye mwenyewe kama kachoka. vile kachoka mm. kachoka, hakuelewa mm. maelezo ambayo ametupa Dr. Grace katika kufuatilia mm. yako sawa, na hata mgonjwa mzazi mwenyewe mm. hakukuwa na ubishi, tangu jana mm. alivyozungumza, hakulalamika mwanangu kufariki, mm. yeye alikuwa analika, kwa nini kama vile kumetaka kutokea figisu figisu mm -hmm. muda mrefu vitu mm -hmm. havikuwe kwa wazi mm -hmm. mapema kama haya mm -hmm. anaeleza Dr. Grace yameenda straight na mzazi kayapokea straight mm -hmm. Lakini kitu gani ambacho kimepelekea muda mrefu mpaka nesi wa Amana katoka kaenda kule Muhimbili mm -hmm. nesi mwenyewe karudi hana jibu, umeelewa? Mtoto hayuko eh, manake yule nesi wa Amana na manesi wa Muhimbili wenyewe peke yake walikopo kama vile hawaelewani. Kwa nini hilo linatokea? Bora hata dr des na hilo nao angeli angeli ange, ange, ange amesema, ange, anaendelea kuchunguza kwa sababu yani mama, kwa nini hilo limetokea, hilo la kwanza yeah. Afu la pili lingine ambao unaweza ukajiuliza, je, kuna utaratibu wa mzazi kuambiwa nenda Muhimbili kachukue mtoto wako waweza amefariki au yuko hai, ambaye mzazi ambaye yuko wodini na anaendelea na matibabu mm. Mfano kama vio vikopo, anamwambia mara kwanza, walimwambia nenda Muhimbili kachukue mm. mtoto wako mara pili wakamwambia kwamba mtoto wako amefariki, nenda Muhimbili kachukue mwili wa mtoto wako pale mm. kuna watoto wachanga kibao eh. Na ukiangalia kwa namna ratiba zilivyokuepo Mwimbili wametenda wamefanya nafasi yao vizuri kabisa kwamba hatuwezi kukupokea bila namba. Namba. Na hata ule nesi wenyewe Amana amemwambia hapa mama bila namba haiwezekana kwa Mwimbili mm. walikuwa sawa, hawa manesi wa Amana ndo tatizo lilipokuwa limetokea mm. kwanza kumtuma mgonjwa aende mwenyewe na nesi nes mtoto. kwanza alopeleka alopeleka mtoto kwanza na nesi mm. mtoto mm. Ka, yani haj, hajulikani kwa, kwa kifupi kwamba nani ameenda na mtoto. Mama alikuwa anauliza namtaka nesi alompeleka mwanangu alisha uliza nimuone, basi labda yeye mm. ndo ataenda kunanii mm. Wamempa nesi mwingine. Ukumbuke kwamba nesi alioenda na mama mwimbili mm. sio alopeleka mtoto ah. Na ndio maana na yeye alichoka. okay. Nesi alopeleka mtoto bado hajulikani. Akiuliza nesi hayupo mm. hayupo Unajua, sometimes hmm, watu ndo wanapelekea watu kuwaza mambo mengine hmm, na hawana makosa kuwaza hayo, kama binadamu ana uwezo hmm, kuwaza anachojisikia, kwa sababu pale ambapo anasema mwanae yupo so, eh, kwa sababu ya pale ambapo mbapo taratibu wakati mwingine zinatokea na haya mambo ya utaalamu na udaktari, sisi ma wageni jamani, hatujui sekta nyeti eh, eh, kwa hiyo sasa, wewe unaponiambia mimi mwanao yuko Muhimbili, hali yake iko hivi, mwanao hajambo eh, sijui hata wanenu walikuwa wanamjibu. Naona walikuwa wanamjibu walikuwa hawana uhakika. Eh, tu ah, wala mm. alikuwa anaona kama mtoto kafika au labda hajafika. Hai, namba pia ikawa haipatikani. Hey, namba haijulikani. Hakupewa mama namba. Yeye mama ana namba ya Amana tu. Namba ya Amana. Hey. Namba ya yule hey, mtoto hakupewa. Na ndio maana alipoenda mwingine na namba ya Amana wakamwambia sio hii. Mtoto akiletwa hapa tukimpokea, tunampa namba, mm. Alafu tunampa mm. nesi namba, alafu tunampa nesi namba aje kufunge wewe hiyo mm. ndio wana... naitwa katika kusimamia kazi yao. Mpaka Ayo majibu ya mkemea mkuu atakavyokuja, eh, kwamba aondoke au vipi? Kwa hiyo daktari amesema itakavyokuwa atakuja kutupa jibu, majibu atakavyorudi kwa mkemea mkuu mm hawauguzi sijui ana na matatizo gani mbona hawabadiliki aisee, mpaka Magufuli ataondoka atawaacha hivyo hivyo. Jumadea <laughs> <laughs> kutoka Babati anasema, uh... okay. Ali shop anasema ni maajabu sana kwa sababu hospitali nyingi zinapoteza mwelekeo, lakini mwisho anatoa pole kwa familia uh... Peno anasema miezi sita mtoto si rahisi kupona, Mungu amsaidie tu Ok, lakini yeye alikuwa miezi saba kasoro, hmm. Haya, naitwa Masudi Kasembo anasema mama kashapigwa pole, mama piga moyo konde, uvumilie. uh, kuhusu mlolongo ulivyopitia kufuatilia Muhimbili mara kadhaa kwenda kwa muda mrefu, huyo mtoto wanajua wanachokifanya. Saidi anasema hivi hey, na haya yote anapelekea waja wawaze wanavyowaza pale ambapo kunakuwa kunatokea mlolongo ambao ehe we, ambao wenyewe kabisa. Kwa hiyo sasa wamesema nini? Imeundwa tume eh, yani mganga mkuu amekubali kwamba wakachukua vipimo kwa ajili ya DNA. Kwa hiyo hmm. E, mama baba ni baba eh. Uh -huh. E, vinasaba inabidi sasa waelekee kwa mkemia mkuu hmm. E. Sawa. Kuna mtu anasema kwamba tatizo hawakuacha mawasiliano Muhimbili hmm. Yani, familia haijaacha mawasiliano Muhimbili kwamba ikitokea tatizo wamwambia, au sijakuelewa hapa. Meseji ulo niulize kwani Muhimbili wanawasiana, yeah, na familia au amana anapata, sijui inakuaje. Nadhani limefikia hapo, hebu tusubirie majibu kwa badu, kwa ya DNA, kwa sababu yani badoni uwezi kusema chochote tabaki tu labda, au unadhani kwa nini yeye, lakini hebu twende kwenye DNA. DNA itatupatia tu majibu. kama ndio huyo mtoto wake, basi unajua kile kilichotokea, labda itakuwa ni miscommunication tu kati ya hospitali na hospitali na hospitali na, na mgonjwa na ndugu, ndugu. ndugu. ndugu. kama itakuwa ni kweli DNA, basi unajua ni miscommunication tu, itakuwa tatizo